Nimesimama mbele yenu kwa heshima kubwa na kwa moyo wa nyenyekevu kuwaomba kura za ndio kwa Chama cha Mapinduzi, kwa wagombea wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa nafasi ya urais, wabunge wetu kwenye majimbo yetu wanaotokana na Chama cha Mapinduzi pamoja na madiwani wote kwenye kata zetu. CCM oye! Ndugu wananchi, naomba kuwakumbusha, sisi ndio wenye mamlaka ya kuwaweka viongozi madarakani kupitia sanduku la kura. Ni vema tukatambua mamlaka haya tumepewa na Katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo basi, ni haki yetu sote kushiriki na ni wajibu wetu ishirini na tisa mwezi wa kumi kwa wagombea wetu wa chama cha mapinduzi CCM, oye! Ndugu wananchi na wanachama wenzangu, mgombea wetu wa nafasi ya urais Daktari Samia Suluhu Hassan, katika kipindi alichotuongoza cha miaka minne, nyinyi mmekuwa ni mashuhuda wa jinsi ambavyo ametuletea maendeleo katika sekta zote na kugusa makundi yote ndani ya jamii yetu, kuanzia kwenye vijiji vyetu, kata zetu, wilaya na taifa kwa ujumla. Chama chetu kimewaleta mbele yetu sasa ili tuwapigie kura wakatuongoze kwa miaka mitano ijayo. Daktari Samia Suluhu Hassan anao uwezo na sifa za kutosha za kutuongoza kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukamchague kwa kura za ndio siku ya tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi mwaka huu. Samia oy Samia oy Pamoja naye tunaye mgombea mwenza daktari Emmanuel Nchimbi, anaenda kuwa mshauri na msaidizi wa kwanza wa daktari Samia Suluhu Hassan. Uwezo na uzoefu wake si wa kutulia shaka anastahili na anafaa Nchimbi oye! Kwa pamoja, Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na Daktari Emmanuel Nchimbi, tukiwapa kura za ndio, wanaenda kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi yenye misingi ya kazi na utu. Tunasonga kwa pamoja, sisi oye! Tunasonga kwa pamoja katika kuwaletea maendeleo kuimarisha ustawi wa wananchi na kuimarisha uchumi wetu. Sisi wananchi, sisi moye. Ndugu zangu wananchi wa Kakonko, kura yako ni ya thamani sana. Kura yako maendeleo yako. Kura yako ewe baba, ewe kijana, ewe mama, na so kura zetu zinaenda kutupatia huduma muhimu za kijamii katika maeneo yetu.